Taji. Viongozi wa kidini katika kaunti ya Kwale wamehimizwa kutumia majukumu ya nyumba za ibada kuhubiri amani. Viongozi hao wakiongozwa na mchungaji wa kanisa la Redeemed Gospel Church mjini Kwale, George Asisi wamesema endapo vijana watapewa mafunzo ya wa kidini basi wataishi na mwongozo ambao utawajenga kimaadili. Wakizungumza wakati wa kikao cha maadili kilichoandaliwa na shirika la vijana la Youth Voice Masters Initiative kupitia mradi wa kujenga amani uliofadhiliwa na shirika la Why We World, wamesema walimu wa dini wana jukumu kubwa katika kuangazia maswala ya amani kupitia mafundisho ya tabu vya kidini. Katika dini kuna maagizo ambayo yaliwekwa hapo kutoka zamani yakitokana na Mungu, ya kwamba hivi ndivyo mtakavyolea watoto wenu. Sasa ukifuatilia kwa karibu unakuta leo hii hayo maagizo yaliyotokana na Mungu yameachwa, tumeunda zetu na tunataka hizo zetu zifanye kazi. Aliyetuumba alitujua hata kabla hatujafika hapa. Mazungumzo kama haya ambayo tumefanya tukiyafanya, ikiwezekana tuwe na wachungaji wengi na tuwe pia na mashehe wengi, ili tunapoongea tunabeba haya pia tunapeleka katika manyumba zetu za ibada, hasa katika mahubiri yetu, tunawahubiria na watoto pia. Ni kauli iliyoungwa mkono na Ustadh Omar Suleiman Mwaronga aliyewataka wazazi kubeba jukumu la malezi kikamilifu kwa watoto wao ili wasipotoke kimaadili. Mii weto wangu ni kusema kwamba swala hili la uh, amani ni jukumu la kila mmoja, baba, mama, mtoto. Kwa hivyo tukikaa pale nyumbani tuwahimize watoto wetu sisi kama familia, kwa sababu inaanza katika familia. Mimi nikiimiza watoto wangu, nikiwaelekeza watoto wangu, nikiwafundisha watoto wangu maadili, kwamba waende kasome madarasa. Madarasa yanachangia pakubwa sana katika makuzi na nidhamu ya watoto wetu. Kwa hivyo jambo kwamba liko collective, mwalimu asaidiwe kule nyumbani, apate support na mzazi. Kwa upande wake afisa wa vijana katika eneo bunge la Matuga, Martha Ndambuki ameomba vijana kujiunga na vyuo vya kiufundi na mafunzo ambayo yatawezesha kujiajiri wenyewe na tumezungumzia kwa kina ni jinsi ambavyo vijana wanaweza jiunga kwa makundi, na pia hao wenyewe binafsi vile wanaweza jiunga vio vya ufundi wa lugha ya kimombo, vocational training colleges, ambapo wanapata ufundi. Na ukipata huu ufundi, si lazima uajiriwe na serikali, unaweza jiajiri kazi za